kuharibika duniani, dunia inaharibika, watoto wakiume wakiharibika, wakike wakiharibika, ikemna dabitupeni kuonyesha hapo namna ambavyo ulimwengu ulivyoharibika. Leo tuna wanaume hisia zao walizozaliwa nazo walizoumbiwa na Mungu wamezikataa. wa wa sasa hivi hapa aanaweza kufanya upasuaji wa kubadilisha viungo, mwanaume awe mwanamke, mwanamke awe mwanaume, ya kwamba sasa hivi unaweza kujifanya unavyotaka. Sasa hivi a kwenye ulimwengu ambao ninaweza kuamua niolewe au nisiolewe, ninaweza kuamua leo duniani, swali ni hili: nani atakaye leta uadilifu katika dunia hii? Mungu anatufundisha kwamba bado inawezekana kuishi kwa uadilifu kama tutaamua kurudi katika neno la Mungu. Leo watu wameharibu sura ya Mungu ya uumbaji wakitaka kujibadilisha, na ndio maana wana iliwaambia katikati ya hii juma ya kwamba wanaobadilisha ngozi zao sura zao kwamba hata kama wazungu wakibadilisha nywele zao asilia, wakitaka kufanana na ulimwengu, hawana tofauti na wanaojibadilisha jinsia. Wanaume kutaka kuwa wanawake, wanawake kutaka kuwa wanaume, wote ni kitu kile kile, ila tu katika mazingira tofauti. Ni sawa na ambaye anatoa kucha asilia, anaweka bandia, anatoa nywele asilia, anaweka bandia, anatoa mdomo asilia, anaweka bandia. Hana tofauti na ambaye ametoa jinsia ya kike akaweka ya kiume, au akatoa kiume akaweka ya kike. Cha ajabu ni kwamba pamoja na wengi kujibadilisha leo, kuna viungo havibadiliki. Yani kama ni mwanaume anataka kuweka matiti leo, ataweka ile iliyopo, litabaki lile la jinsia ya kiume. Sasa sunao ni ujinga ambao umeendelea leo duniani. Sasa swali naulizwa hivi, wazazi